Ni mmoja wa watu ambao wanahangaika, nywele hazikui, zinakatika, hazijai hata ufanye nini, basi tumia njia hii, nywele yako itajaa vizuri sana na haitakatika na vilevile vile, itachelewa kuota mvi kama ni nyepesi kuota mvi nywele yako. Sasa tunafanyaje? toka toka na nyanya. Nyanya, ah, nyanya ina wingi wa vitamini A na vitamini C pamoja na madini mbalimbali mbali, ambayo huimarisha ngozi ya kichwa ambayo ni scalp, ndio kuimarisha mizizi ya nywele ambayo ni follicles. Ina control mafuta kuzidi ama kupungua, hii tunaita nini? Ina balance phs, ndio, na inaondoa mba, vile vile inafanya nywele yako kung'aa na kurefuka. Haya, tutakuwa na na kitu cha pili tutakuwa na coffee. Coffee tunaweka ile original, tunaona hii ni instant coffee 100%, coffee ndio itakuwa inafanya kazi vizuri. taka kijiko kimoja kutoka na nywele yangu. Coffee hii ina tunayochukua kwa sababu ina wingi wa caffeine, si ndio, ambayo kwenye nywele ina faida nyingi sana, kama vile inafanya mzunguko wa damu kwenye foliko ya kichwa yako, si ndio, kwenye mizizi ya kichwa kuenda, yani ku, ku peka damu kwa wingi, hivyo matokeo yake nywele itakuwa itakuwa imara, itang'aa na hata kama inakatika itazuiwa kukatika. Vile vile inaondoa mba, inaondoa mvi na kama hauna mvi, basi nachelewesha kuota mvi hmm. Kitu cha tatu na cha mwisho tutakuwa na flaxseed oil, eh, extra virgin olive oil. Hii inafanya nywele yako kujaa, kutokatika na kutokuwa kavu kwa hiyo mchanganyiko huu hapa, baada ya kuwa umeshaukoroga vizuri uh-huh, utakachokifanya unaosha kwanza nywele yako, inakuwa safi, alafu unapaka. Mara nyingi mimi nikiwa kama hivi nimelitachi, ndio napaka. Kwa hiyo nywele pale pale, unaona kabisa matokeo ni pale pale, inajaa sana. Kwa mfano kama hapa hivi, nimetoka kuweka dawa, nimeweka dawa, nimelitachi nywele yangu, alafu nikafanya nini nikaweka na mchanganyiko huo hapa, yani nywele yangu imejaa, imejaa sana. Sasa sikuwa na muda wa kurekodi video wakati nywele imejaa. Haya, unafanyaje? Basi hata kama ujaweka dawa hiyo, nimekupa tu option ya kwangu mimi. We tumia mara kwa mara, um, unaweza ka, ukaweka kwa wiki kama hiyo. nywele yako na kwa tu na bana hausuki, basi unaweza kuweka kwa wiki, kwa mwezi mara nne, ina maana kwa wiki mara moja ama kama wewe ni msukaji basi, kila ukifumua, unavyoenda kuosha, unavyoosha, pendelea kuosha nyumbani, basi unaweka stimini yako ndo unaenda kusuka. i say, itajaza nywele itafanya nywele yako isikatike. Na ukishaweka kichwani hivyo unakaa nayo kwa muda wa dakika arobaini na tano mpaka nusu saa mpaka dakika arobaini na tano au lisaa kabisa, eh ili the more unakaa ndio faida unapata. Ukimaliza hapo utaosha, usioshe na sabuni, namaanisha usioshe na shampoo. Osha tu na maji vizuri, kama utamaliza hapo, uweke kondishna sawa tu, ili nywele yako isiwe kavu, basi utafanya hivyo. Haya jamani, asanteni, tukutane video ijayo, yeah.